Tulianza vizuri sana na tumeanza katika huduma za afya, tulianza vizuri kujenga mahospitali. Tumejenga hospitali za kibingwa na matibabu bobezi ndani ya mkoa huu, lakini pia tumejenga hospitali za rufaa. Sasa hivi ndani ya mkoa wa Geita mambo yatamalizika hapa hapa, na si maradhi tu haya ya kawaida lakini hata maradhi ya moyo tunajenga tawi la JKCI kile kitengo cha moyo kule Dar es Salaam, tawi lake litajengwa hapa. Maradhi ya moyo matibabu yatafanyika hapa. Ni matumaini yetu kwamba mikoa jirani na wenyewe watakuja hapa, hata nchi jirani zitakuja hapa kutafuta matibabu ya moyo, itakuweko hapa lakini pale Chato kuna hospitali kubwa ya rufaa ya mkoa ambayo na yenyewe itatoa matibabu ya kibingwa na matibabu mengine. Ndugu zangu, tutaendeleza juhudi hizo, lakini tutaendelea pia kujenga zahanati kwa maeneo ambayo hana zahanati, vituo vya afya na hospitali za wilaya au za halmashauri, tutaendelea nazo. Kwa hapa mjini tunaendelea kuboresha hospitali yetu ya wilaya ambapo watajenga jengo la upasuaji na jengo la kuhifadhia maiti lakini vile vile vituo katika maeneo ya Mgusu, Mulela na mtakuja kumi na mbili ambapo baadaye zitakuwa zahanati ishirini na sita.